Um, nimwite sasa Mheshimiwa Atupele Fred Mwakibete atafuatiwa na Mheshimiwa Pauline Geku, au atachangia dakika zisizozidi sita kila mmoja. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kwa kunipa nafasi niweze kuchangia kwenye wizara yetu hii ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyetujalia uzima na kufika katika bunge lako hili tukufu Mheshimiwa Mwenyekiti Waswahili wanasema moyo usiokuwa na shukrani ukausha mema yote nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na kubwa iliyotukuka anayotufanyia sisi wa Tanzania kila mmoja Mtanzania anaelewa na ameona kazi anazofanya Mheshimiwa rais na ndio maana katika sekta hii ya nishati amefanya vizuri sana. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati kaka yangu, rafiki yangu Dr. Doto Biteko kwa kazi nzuri ambayo anaifanya katika wizara hii ya nishati. Pamoja nayo nimpongeze pia Naibu Waziri e, mdogo wangu Judith Kapinga, Katibu Mkuu, Manaibu Katibu Wakuu wote, wakuu wa taasisi na wote ambao mko katika wizara hii ya nishati. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze pia kwa kuchangia mchango wangu pasipokuwa sahau injinia Habibu Kinokno ambaye ni meneja wa wilaya wa Tanesco wilaya Rungwe, anafanya kazi nzuri sana pamoja na injinia Narwil Sabaya ambaye ni meneja wa mkoa wa Tanesco, anafanya kazi nzuri sana kule mkoani Mbeya. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa niingie katika mchango wangu kwa ajili ya kushauri wizara. Jambo la kwanza, wenzangu wengi waheshimiwa wabunge, lakini pia naungana na kamati ushauri juu ya kuimarisha zaidi gridi imara pamoja na miundombinu ya kusambazia umeme kwa sababu hivi sasa tuna umeme wa ziada zaidi ya megawati 1400. E, e, lakini namna ya kuwafikia watumiaji ndiyo changamoto. Kwa hiyo serikali yangu sikivu ya Chama cha Mapinduzi naiomba iendelee kuongeza kasi katika kusambaza umeme na kuiboresha miundombinu hii ya umeme. Kwa mfano rais tu, mheshimiwa mwenyekiti, ukienda kule jimboni kwangu Busokelo kule tunapata mvua mwaka mzima takribani miezi kumi mpaka e, kumi na moja. Kwa miezi miwili tu ndio tunakuwa hatuna mvua. Sasa ukipeleka nguzo za kawaida ambazo ni za mbao, tafsiri yake zinaoza haraka. Kwa hiyo tunatamani sana maeneo haya na maeneo mengine yote owevu katika nchi hii ya Tanzania, wasambaze miundombinu ya nguzo za zege. Najua Tanesco ameshaanza kufanya kazi hii lakini waongeze kasi kubwa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa pia kushauri huu mradi wa Lumakali ambao utazalisha megawati 222 wenye thamani ya trilioni moja na milioni bilioni hamsini na nane. Mradi huu ni wa muda mrefu, lakini mradi huu utakuwa na manufaa makubwa sana kwa nchi yetu na ni mradi ambao unapatikana katika mikoa miwili ya Mbeya na Njombe hususan katika wilaya Makete na halmashauri ya Busokero na wananchi wangu kule waliambiwa kulipwa fidia tangu miaka 2018-2019 takriban bilioni 264 kwamba wasiendeleze maeneo yao kwa sababu uh, itapita gridi kubwa ya umeme. Niombe serikali yangu kwamba wananchi hawa wameendelea kusubiri fidia hizi katika kata za Rufirio, Itete, Rwangwa, Isange, Mpombo, Kandete kwamba fidia hii wangelipwa mapema ingesaidia sana ili waanze maisha mapya maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo ningependa kushauri ni wakala wa umeme vijijini REA, najua mnafanya kazi nzuri sana lakini, kwa bahati mbaya sana katika e, vile vitongoji 15 kwa mikoa miwili ya Mbeya na Tanga, wakandarasi wale hawakufanya kazi vizuri I mean, hawakupatikana kwa wakati, na hivi ninavyosema, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeambiwa kwamba wiki iliyopita ndio wamesaini vile vitongoji 15. Niwaombe REA kwamba wasimamie vizuri hawa wakandarasi ili waanze kazi hii kwa sababu wananchi tulishaaminisha muda mrefu, na vitongoji hivi 15 na vilikuwa bajeti eh, miaka miwili mfululizo. Kwa hiyo niombe sana wenzetu wa REA jambo hili mlisimamie kwa ukaribu. Jambo lingine Mheshimiwa mwenyekiti, ningependa kushauri kwamba hivi sasa mfumo ama sera ya serikali upande wa kusambaza umeme inahitaji ulipie kwanza ndipo upate huduma, na anaungana na kamati kwamba laiti kama tungekuwa na sera mpya ya kwamba serikali ipeleke umeme kwanza kwa wananchi, halafu mwananchi yule ataendelea kulipa kidogo kidogo, ili gharama zile ziweze kufidiwa wakati wa matumizi atakapokuwa ameunganishiwa umeme, kwa maana kwamba tunaita post paid. Ina hakika serikali itakusanya fedha nyingi, lakini pia huduma hii itakwenda kwa wananchi wengi. Huu ni ushauri wangu kwa serikali, na kwa kuwa mheshimiwa waziri ni msikivu sana, naamini hili mtalifanyia kazi. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna umeme huu wa joto ardhi ama jadidifu kule jimboni kwangu Msokelo. Uh, ni miongoni mwa maeneo ambayo Mungu ametubariki kuwa na umeme wa joto ardhi geothermo, na tayari wenzetu kupitia kampuni tanz ya TANESCO wameshachoronga visima kule na vinatoa maji yenye kasi kubwa sana. Sasa ombi langu kwa wizara itenge fedha ili umeme huu uanze sasa kutumika, na nakumbuka ni mwaka jana kulikuwa na kongamano kubwa sana la Afrika masuala ya joto ardhi hapa nchini, na sisi tunajivunia kwamba tayari maeneo haya e, visima hivi vimeshachorongwa, basi umeme huu uanze kusambazwa kwa maana umeme jadidifu hususan katika mradi huu wa Mbaka Kejo Mbambo. Mheshimiwa mwenyekiti, mwisho siko muhimu, kuna hili jambo hili la vituo vya mafuta, kumekuwa kuna vituo vingi sana vya mafuta ambavyo kila baada hatua kadhaa kuna kituo cha mafuta, kila baada hatua kadhaa kuna kituo cha mafuta. Ningeomba serikali yetu ione umuhimu wa kuweka usalama muhimu katika maeneo haya, kwa sababu hata ikitokea ajali unaweza kukuta e, jambo hili linakuwa ni hatari kwa wananchi wanaokaa maeneo hayo, lakini zaidi zaidi pia na usalama wa wafanyakazi katika vituo hivyo. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja bajeti ya serikali kwa asilimia mia moja. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mte sana Mheshimiwa Atupele. Nimwite sasa